Mlango wa ishirini. Basi ilitukia ya kwamba kulikuwapo mtu asiyefaa jina lake akiitwa Sheba mwana wa Bikri Mbenyamini, naye akapiga tarumbeta, akasema, Sisi hatuna sehemu katika Daudi, wala hatuna urithi katika mwana wa Yese. Nendeni kila mtu hemani kwake, enyi Israeli. Basi wakapanda watu wote wa Israeli kutoka kumfuata Daudi, wakamfuata Sheba mwana wa Bikri lakini watu wa Yuda wakaambatana na mfalme wao toka Yordani hata kufika Yerusalemu. Basi Daudi akaja Yerusalemu nyumbani kwake. Kisha mfalme akawatoa wale wanawake kumi masuria aliowaacha kuitunza nyumba, akawatia nyumbani mwa kulindwa, akawalisha, ila asiingie kwao. Basi wakafungwa hata siku ya kufa kwao, huku wakiishi hali ya ujane. Ndipo mfalme akamwambia Amasa wakusanye pamoja kwangu kwa siku tatu watu wa Yuda na uwepo wewe hapa Amasa. akaenda kuwakusanya Yuda, lakini akakawia zaidi ya huo muda aliowekewa. Basi Daudi akamwambia Abishai, sasa Sheba mwana wa Bikri atatudhuru kuliko Absalomu, twaa wewe watumishi wa bwana wako, ukamfuatie asiingie katika miji yenye boma na kujiponya machoni petu. Ndipo akatoka nyuma yake watu wa Yoabu na Wakerethi na Wapelethi na mashujaa wote wakatoka Yerusalemu ili kumfuatia Sheba mwana wa Bikri. Basi walipokuwapo kwenye lile jiwe kubwa lililoko Gibeoni, Amasa akaja kuwa laki naye. Yoabu alikuwa amefungwa mavazi yake ya vita aliyoyavaa, na juu yake alikuwa na mshipi na upanga uliotua vinoni mwake ndani ya ala yake, naye alipokuwa akiendelea, akaanguka. Naye Yoabu akamwambia Amasa, amani kwako ndugu yangu. Kisha Yoabu akamshika Amasa ndevu kwa mkono wake wa kuume ili ambusu, wala Amasa hakuangalia huu upanga uliomo mkononi mwa Yoabu. Basi akampiga nao watumbo, akamwaga matumbo yake chini, asimpigi mara apili ya pili, naye akafa. Kisha Yoabu na Abishai nduguye wakamfuata Sheba mwana wa Bikri. Akasimama karibu naye mmojawapo wa vijana wa Yoabu huyo akasema, ampendaye Yoabu na aliye wa Daudi na amfuate Yoabu. Lakini Amasa alikuwa anagaagaa katika damu yake katikati ya njia kuu. Basi yule mtu alipowaona watu wote wamesimama, akamwondoa Amasa toka njia kuu, akamtia kondeni, akamfunika nguo, hapo alipoona ya kuwa kila mtu aliyefika kwake amesimama. Na alipoondolewa katika njia kuu, watu wote wakapita wakamwandama Yoabu, ili kumfuatia Sheba mwana wa Bikri. Naye akapita kati ya kabila zote za Israeli mpaka Abeli na kwa Bethmaaka na wabikri wote, nao wakakusanyika wakaenda pia kumwandama na hao wakaja kumhusuru katika Abeli wa Bethmaaka, wakafanya chuguu mbele ya mji, nayo ikasimama kuielekea ngome na watu wote waliokuwa pamoja na Yoabu wakavunjavunja ukuta wapate kuubomoa. Ndipo akalia mwanamke mmoja mwenye akili toka mjini, Sikieni, sikieni, mwambieni na Yoabu aje hapa karibu niseme naye. Basi akamkaribia na yule mwanamke akasema, ndiwe Yoabu? Akajibu, ndimi. Ndipo akamwambia, sikia maneno ya mjakazi wako. Akajibu, mimi nasikia. Kisha akanena akisema watu hunena zamani za kale, wakisema wasikose kuuliza huko Abeli, ndivyo walivyomaliza shauri. Mimi ni hao wenye amani walio waaminifu katika Israeli. Wewe unatafuta kuharibu mji na mama wa Israeli, mbona wataka kuumeza urithi wa Bwana? Yoabu akajibu akasema, isiwe, isiwe kwangu niumeze wala kuuharibu. Neno hili silo hivyo, lakini mtu mmoja wa milima ya Efraimu, Sheba mwana wa Bikri jina lake, ameinua mkono wake juu ya mfalme, naam, Daudi. Basi mtoeni yeye tu, nami nitaondoka katika mji huu. Basi yule mwanamke akamwambia Yoabu, tazama, kichwa chake utatupiwa juu ya ukuta. Ndipo yule mwanamke akawaendea watu wote katika akili zake, nao wakamkata kichwa Sheba mwana wa Bikri, wakamtupia Yoabu huko nje. Ndipo akapiga tarumbeta Nao wakatawanyika kutoka mjini kila mtu hemani kwake, naye Yoabu akarudi mpaka Yerusalemu kwa mfalme. Basi Yoabu alikuwa juu ya jeshi lote la Israeli, na Benaya mwana wa Yehoyada alikuwa juu ya Wakerethi na juu ya Wapelethi, na Adoramu alikuwa juu ya shokoa, na Yehoshafati mwana wa Ahiludi alikuwa mkumbushi, na Shausha mwandishi, na Sadoki na Biathari walikuwa makuhani. Na Ira, Myairi, alikuwa kuhani kwa Daudi.